Sisi tunahakikishaetuuma tafa etuwaala kwa kazi maalum. Rafiki ah, mm, yangu pita. Hebu angalia hapo. Huu muundo okay, mpya ni mzuri sana. <gasps> Eh, ni mzuri kwa kweli kwa sababu ukienda kusoma mfano bachela ya nesi au masta hmm. Uh, unaongeza material kichwani lakini pia na kamshahara kana tuna <gasps> Aise rafiki <laughs> yangu hapana, hmm? Mi naenda kusoma <laughs> kusoma. Maisha hmm. Mbona ni magumu sana ah, Eh, alo mke wangu wangu, mke wangu. Mimi ninaenda kusoma, nimeshakwambia mimi na wewe basi Uko bize na kazi, unasingizia emergency, kumbe uko kwa michepuko yako. Nimechoka simu. Okay, anyway, sitaki usinipigie tena. Mm, licha ya changamoto zote, lakini lazima nimekusoma.

niotangu rudi kuna madiko makubwa sana ya huduma mm. Unafanya vitu ambavyo hatujawahi kufanya kwenye manyumba ya leo, ndo umeonyesha vitu ambavyo ni mm, vikubwa kwa kweli yeah. Mwa advanced okay. Naamini mm, isingekuwa hiyo usingeokoa mm. Kitu naamini umesaidia sana uh, kiufupi rafiki yangu Pita ni mm, kwamba ukienda shule licha ya mshahara kupanda uh, ni kwamba unaongeza ujuzi wa kutosha ambao utasaidia afya ya wananchi. Naona kama napoteza muda ndugu yangu, maana muundo mpya wa utumishi wa kada ya uguzi haujaanza kufanyiwa kazi cha kuahidiwa utaanza mwaka elfu mbili na ishirini, na ishirini, na ishirini, na tano. Right. Mheshimiwa Rais kama alivyosema, alituagiza tulifanyie kazi, na tumelifanyia kazi, limekamilika. Naomba kuwapa habari njema, muundo mpya utaanza kutumika kuanzia Julai mwaka mpya wa fedha Pita, sikiliza nikwambie kitu kimoja, serikali ikisha kutamka jambo haiwezi kalipuzia. Tunachotakiwa kufanya sisi kama wauguzi tushirikiane na viongozi wetu wa TANNA kuikumbushia serikali kutekeleza ahadi yake iliyoitoa, lakini pia tusikate tamaa wauguzi, inabidi twendeni tukasome, ili tuweze kuokoa zaidi maisha ya wananchi wetu, maisha ya wateja wetu, sawa sawa, mm. kwa kweli mm.